Serikali za Tanzania, Rwanda na Burundi zimekubaliana kujenga reli ya kati kwa kiwango cha kisasa yani standard gauge, ambapo kila nchi itajenga reli hiyo kwa kutumia fedha zake. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa amesema hayo jijini Dar es Salaam kando ya mkutano ulioshirikisha mawaziri wa sekta za usafirishaji kutoka nchi tano za ukanda wa Afrika Mashariki. Shuhuda wetu Aaron Mrikaria ndiye mwenye taarifa zaidi. Mawaziri wa sekta za usafirishaji kutoka nchi tano zilizopo katika ukanda wa Afrika Mashariki wanakutana jijini Dar es Salaam kujadili masuala mbalimbali ya usafiri na usafirishaji katika nchi zao, kubwa likiwa ni ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa yani standard gauge kwa nchi za Tanzania, Rwanda na Burundi. Akizungumza kando ya mkutano huu, waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema kuwa pamoja na ujenzi huo wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa, reli ya kati itaendelea kutumika kama kawaida. Kapasi, design capacity yake, uwezo wake ilikuwa takriban uh, tani milioni 5 tani milioni 5 tani milioni sasa wakati hii tukimalizika na hile itafanya kazi na hii, zote mbili zitafanya kazi. Hatuwezi tukasema hii tuiwachie ama haiwezekani hii, hii tutakuwa tumetumia pesa nyingi, na lazima zote reli zote mbili ziweze kufanya kazi. Waziri wa kazi na usafirishaji wa Burundi Mhandisi Jim Bosco yeye ya ameshukuru Tanzania kwa uamuzi wa kujenga reli hiyo na kuongeza kuwa Rwanda inaunga mkono ujenzi wa reli hiyo ili kurahisisha huduma ya usafiri na usafirishaji wa mizigo kwenda nje ya nchi hiyo nao wadau wa usafirishaji kutoka baadhi ya nchi zilizopo katika ukanda wa Afrika Mashariki wameonyesha kuridhishwa na utendaji wa serikali ya Tanzania na kuelezea faida za ujenzi wa reli hiyo ya kati kwa kiwango cha kisasa. Bona sasa mambo ya Tanzania ameanza kuendelea kwa speed. Speed. Kama ni uongozi sijui, hayo sio mambo yangu ya kusema, lakini inaonekana mambo yameanza kufanyika, kazi inafanyika. Watu wa Kalemi Katanga nusu na watu wa Goma, tipu, hatuna njia ingine isipokuwa njia hii kwa kutuma vitu kwenda Ulaya na kutosha Ulaya. Na kama mmesikia kwamba mizigo kisha Tanzania ni Kongo ndio anakuwa na mizigo nyingi kwa port Dar es Salaam, kwa hiyo njia mbili, railway na kwa gari. Na watu wengi wamekuwa na, na, na mtazamo kwamba labda reli ikija wanafikiria magari yatakosa kazi, na mimi niko kwenye mambo ya magari muda mrefu sana na siku zote eh, treni pamoja na gari ni vitu ambavyo vinafanya kazi side by side. Treni unajua inanyosha njia moja kwa moja, haiwezi kukatakata kona kwenye milima. Sehemu nyingine haiwezi kufika, na magari ndio yanaweza yakafika katika sehemu zile, na kutoa mizigo sehemu za mbali na kuzileta kwenye reli. Mkutano ulioshirikisha mawaziri wa sekta za usafirishaji kutoka nchi tano zilizopo ukanda wa Afrika Mashariki ambazo ni Tanzania, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda pia umejadili kwa kina suala la mawasiliano ya usafiri wa anga katika nchi hizo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Aroni Mdikaria, TBC.